Kwa neema ya uzima na afya aliyotujalia, na bila shaka sote tunafahamu juu ya kitu ambacho tumekipitia kwa mpaka kufikia hapa nake, tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu, eh, kwa majina naitwa Dr. Khamis Masudi, ni mkurugenzi wa taasisi ya Everlasting Legal Aid Foundation nikiwa niko pamoja na wakili msomi, ofisa wetu hapa anaitwa wakili Clara. Sisi kama taasisi ya sheria, kwa sababu miongoni mwa kazi zetu, kitu cha kwanza sisi tunasema ni wadau, ni watetezi wa misingi ya amani, haki na misingi yote ya utawala bora katika taifa letu na sisi ni sauti ya jamii tunaisemea jamii katika hali ya aina yoyote, ili kuhakikisha kwamba misingi yote ya haki na utulivu unapatikana katika nchi yetu. E, sisi kama taasisi sasa, tumeona tuna kitu gani cha kuja kuzungumza nani, kwa lengo la kuweza kufikia kufikisha salamu kwa serikali vyama vya siasa, viongozi wa dini na wananchi kwa ujumla. Lengo letu hasa hasa, jambo la kwanza ni swala la amani na mshikamano, hili tukaona kwamba ndo kubwa zaidi la kuja kulizungumzia kuli, kuli, kuli, na nyinyi waandishi wa habari ni mashahidi. Mara kadhaa tumekuwa tukizungumza sana kabla ya uchaguzi tumekuwa tulizungumza sana kuhusiana na swala la maridhiano ya kuweza kukaa kwa pamoja, kuzungumza kwa pamoja kwa lengo la kulinda amani. Lakini pamoja na jitihada zote hizo, tumeshuhudia haya ambayo yametokea. Tunashukuru kwamba kwa sasa, kwa hivi, tunaweza tukatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ndo amani tulionayo lakini je, tuna amani ya moyo, fikra, macho yetu tukitazamana yanaakisi amani au yanaakisi mashaka? Tukaona sasa tuje tuseme jambo, kwa sababu sisi binafsi tuna masikitiko Watanzania wana masikitiko na hata mataifa jirani ambayo tutakia mema kama taifa watakuwa na masikitiko juu ya kile kitu ambacho kimeweza kime kimeweza kutokea, na ni lazima tufahamiane vyema kwamba tunapojenga amani, tunapanda mizizi ya ustarabu, tunapanda mizizi ya utulivu, tunapanda mizizi ya maendeleo tunapohamasisha au tunapochochea hasira, tunaweza tukavuna majivu ya kihistoria. Na sasa tu pia tumeshavuna majivu ya kihistoria sababu toka kuasisiwa kwa taifa hili la Tanzania hatujawahi kuwa na vurugu kama hizi ambazo zimetokea mnamo tarehe 29. Wafanyabiashara wamepoteza mali zao, mali zao zimeharibika. Baadhi ya wananchi ndugu zetu vijana wenzetu wadogo zetu dada zetu, zetu kadari ya Mungu imewapitia kama tulivyosema kwamba mauti niala basi, wameweza kuumbwa na hiyo hali ya mauti na amekwenda mbele, mbele za haki, lakini sababu kubwa ni nini? Ni swala la vurugu Kupitia swala la maandamano yaliyotokea yameweza kukaribisha mak makabiliano baina ya wenzetu ambao ni sehemu ya walinzi wa amani. Katika kufanya makabiliano wako ambao ni baadhi ya watumishi, kwa sababu video zinaonekana zinaonekana mitandao kwamba silaha za moto zinaweza kutumika baadhi ya maeneo, ambazo zimepelekea hicho ambacho kimetokea, na amekwenda mbele mbele za haki, na sasa imekuwa ni, ni majonzi. Kwa hiyo tukasema, bado tupo bado tupo kwenye wakati mgumu, kwa sababu nazungumza hivi, moyo wangu bado una huzuni kubwa sana. Hakuna kitu kibaya kama kupung, kupungukiwa na nguvu kazi ya taifa. Jana napoondoka mmoja wetu, kijana mwenzetu mara nyingi huwa ni majonzi. Hakuwezi kuwa kuna amani, hakuwezi kuwa kuna furaha. Kwa hiyo tupo katika kipindi kigumu, kipindi cha mpito, ambazo viongozi wa dini wote kwa pamoja na wadau mbalimbali, huu sasa ni wakati wa kuzungumza lugha moja. Lugha gani ambayo tunapaswa kuzungumza? Tunapaswa kuzungumza lugha ya mshikamano katika kulingania amani kuhubiri amani, kuhubiri utulivu na kutengeneza maridhiano ambayo yatatawaliwa na hekima na busara, yatathamini utu wa Mtanzania, ili sisi kama taifa tuweze kuwa ni kisiwa cha amani, tuendelee kuwa ni sehemu salama. Viongozi mbalimbali wa dini vyama vya siasa na wadau wote wa haki jinai, huu sasa ni wakati wa kujiepusha na kauli tatanishi. Kama alivyosema mheshimiwa rais kwamba tuchague hekima badala ya yani, mihemko, kwamba tujiepushe na kauli tatanishi, yaani tusitie msumali kwenye kidonda. Wazungumze lugha za kistaarabu, wasi amani pale ambapo tumekosea. Aidha, kwa kuteleza, basi muungwana ni kuomba radhi, ni kuomba kuomba radhi ili tuendelee kujenga taifa lenye, lenye, lenye, lenye, lenye, lenye mshikamano. Hizi ndio salamu zetu. Lakini waandishi wa habari mnaweza mkajiuliza. Aidha, mnaweza mkatengeneza swali: sasa, nyinyi kama taasisi, watetezi wa haki, tumeona haya ambayo yametokea, sheria inasemaje kwa upande wa wale ambao wameharibiwa mali zao, lakini pia kwa upande wa wale ambao wamepoteza maisha? Tutaweza kuwa kuna swali namna hii. Na hatuwezi kukwepa kuweza kulisemea au kulizungumzia serikali na Watanzania wote kwa ujumla, wote kwa ujumla, wenye dini na wasiokuwa na dini, ambao wenye dini wanaongozwa na kuamini kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kwa Waislamu wataamini Qurani, kwa Wakristu wataamini Biblia, lakini tunapokuja katika swala la taifa kama taifa wenye dini na wasio na dini, maana tunaamini kwenye Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye sheria na kwenye sera. Ambayo Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeeleza wazi kwamba madaraka na mamlaka yote ya serikali yatatokana na wananchi, na serikali itawajibika kwa wananchi, na kazi kuu ya serikali ni kulinda ustawi wa wananchi na katika mkataba wa kijamii mara nyingi watu tunapenda kuuzungumzia, ni kwamba miongoni mwa mkataba wa kijamii ni kwamba wananchi wamekubali kwa kutoa silaha na nguvu kwa dola ili tulindwe maisha yetu, tulindwe haki zetu, tulindwe rasilimali zetu, sio silaha hizo ziende kutumika kwa namna nyingine ambayo inaweza ikapelekea sintofahamu kama hizi tunazo. Tunapofikia huko, maana yake tunakiuka mkataba wa kijamii. Swala la katiba, watu kulinda ustawi wa jamii, inakuwa kidogo ni mtihani. Tumejifunza kitu, tukiangalia katika jeshi la wananchi wa Tanzania, tumeona namna gani walivyoweza kuidumisha amani. Hatukuona silaha za moto zitumike sehemu nyingi sana, kwa sababu si wengine, maafa yametokea, tulikuwa tu katikati ya mji, lakini tumeona walikuwa wanazungumza na watu kwa njia za diplomasia, bwana, watu watoke waende majumbani kwao na hata walivyokuja kuweka amri ya saa kumi na mbili kwamba yule akitoka saa kumi na mbili maanake kuna adhabu za kijeshi au zilizo na bofosi ambazo zilikuwa zikitumika. Wengine walikuwa wakipigwa viboko wakifanyishwa baadhi ya mazoezi na nini, mtu anaondoka. Hatukuona silaha ya moto kusimama kumlenga mtu mwingine yoyote. Hiyo ndio tafsiri halishi ya jeshi la wananchi wa Tanzania, na katika hili hatunabudi kutoa pongezi, walifanya kazi vyema. Lakini vipo baadhi ya vitu ambavyo vinaleta utata katika fikra na katika nafsi. Tunajiuliza, hawa hawa kweli walikuwa ni walinzi wa amani? Kwa sababu ziko sehemu ambazo zilionekana ukiangaa kwenye video kwamba watu wametoka barabarani kulipokuwa inapaswa kutumika nguvu ya kadiri dhidi ya waandamanaji ambao walisababisha fujo kwenda kuharibu rasilimali za umma. Tukategemea huku itumike nguvu ya kadiri katika kuwadhibiti. Tukaona sasa baada ya huku mitaa kuanza kutolewa na amani, watu wa baadhi ya vikundi vikaanza kuingia mtaani na milio ya mtutu ikaanza kusikika. Hichi ndio kitu ambacho kimeleta sintofahamu. Lakini pia tumeona taarifa za vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, wameweza kutueleza kwamba fujo hizi au ghasia hizi zimechochewa na raia wa kigeni ambacho kidiplomasia hawakuweza kuwataja. Sasa sisi kama wananchi, kitu ambacho tunajiuliza na nilitegemea ni busara ya kawaida tu katika baadhi ambao wamepewa dhamana ya kulinda usalama wa raia na mali zake, kuratibu masuala ya namna gani raia wa kigeni wanaingia na kutoka, masuala ya vibali, kujitafakari. Je, wanasubiri mpaka amiri jeshi mkuu, mkuu wa nchi na serikali atumie mamlaka katiba ya kuteua na kutengua kwa sababu katiba imemba mamlaka hayo, au wajiuzuru kwa maslahi ya umma ili kuleta amani na utulivu sababu unapotuambia kwamba watu hawa wameingia, tunajiuliza wameingiaje? Wakati kuhakikishiwa kwamba ulinzi upo wa hali ya juu na wananchi watoke wakashiriki swala la kidemokrasia kwenda kupiga kula, amani imetamaraka, vyombo vyetu viko vimejipanga vyema, watu hawa wameingiaje? Wametokaje hivi? Je, watu hawa ni wa nchi gani? Kwa hiyo viko baadhi ya vitu ambavyo lazima lazima lazima tujiulize, ni lazima tuseme, hatuwezi kuacha kusema, hatuwezi kuacha kujiuliza. Je, ambayo mmepewa dhamana hiyo, naona ni sahihi kuendelea kubaki katika hizo nafasi mlizo nazo, aiza kuleta amani ya kweli ya kifikra na utulivu wa moyo? Watu hawa wawajibike. Aidha, wenyewe wasimsubiri Mheshimiwa Rais afanye maamuzi. Wa wenyewe wajitafakari, waseme jamani, kwa maslahi ya umma tunachia tunachia ngazi wenye uwezo, au Mheshimiwa Rais kadi atakavyoona inafaa aweze kukaa katika, katika, katika, katika, katika hichi kiti ili kuendelea kulinda mipaka, kuendelea kulinda usalama wa ndani na vitu kadha wa kadha, wajitafakari Wajitafakari, waji tafakari, ikiwezekana kwa maslahi ya umma. Tunawashauri tu kistaarabu, wapishe watupishe, watupishe. Huu ndo ushauri wetu kwao, wasisubiri wakampa wakati mgumu rais katika kufanya mamlaka ya kuteua na kutengua. Amani si ndio? Kwanza ujue amani ni haki, yaani amani yenyewe ni ni haki, na haki ndio msingi wa umoja wa kitaifa. Kutapokuwa hakuna haki, uwezi ukategemea umoja na mshikamano. Yaani wewe umenidhulumu haki yangu, utategemea mimi nitendeaje kushirikiana katika masuala ya kijamii? Au tusema hiyo funika kombe, mwanaharamu apite numa. Tunapohubiri amani, tunahubiri na haki. Hivi ni vitu lazima viende kwa kwa pamoja. Amani na haki ni vitu ambavyo vinaenda kwa pamoja, ile mistari nini ile ambayo inatembea kwa kwa pamoja. Kwa hiyo amani na haki ni lazima vitembee kwa kwa pamoja, na ndio maana tumeweza kusema hapa kwamba, unajua, leo ukiniuliza kwamba wewe unavyohisi, nyinyi kama taasisi ya Everlasting katika maswala ambayo ni watetezi wa haki za binadamu, maswala ya kisheria na utawala bora labda unaweza kaniambia hivi ni kwa nini unaona watu wengi wanalalamikia wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, sana kuhusu haki? Shida iko wapi? sijui tumeweza kufahamiana? Mimi nitakwambia shida sio sheria, shida ni wasimamizi wa sheria, si ndio? Kweli maka serikali imetunga sheria, tumekaa bunge, waheshimiwa wamekaa bungeni mbele tukasema hizi sheria hizi za makosa ya jinai, uhuru wa mtu unapaswa kudhibitiwa pindi pale unapowasili uhuru wa mtu mwingine. Tukaweka sheria pale kwamba uhuru wako unabidi uheshimu haki hizi sijui tumeweza kufahamiana eh? Sasa mwisho wa siku mtu akanalamika haki yake haijapatikana, ukawa kuna vilio vya haki au ucheleweshaji wa haki katika vyombo vya maamuzi, basi sababu za msingi ambayo katiba imeeleza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba mahakama ni mhimili huru, haupaswi kuingiliwa. Ni kweli, lakini imeeleza sharti pale ni kwamba haipaswi kutumia masharti ya kiufundi katika kuchelewesha utoaji wa haki. Si katiba ipo? Sheria sizipo, zimewekwa sasa shida ni nini? Shida tunazo sheria, shida ni wasimamizi wa sheria. Sasa hawa wasimamizi wa sheria ambao ni watumishi wa umma, hawa ndio inabidi tuamulike. Kwamba hawa ndio wanasababishia haya yote kwa sababu sheria zimejieleza vizuri. Na ndio maana tunasema pia muda mwingine watumishi wa umma tusipokuwa nao makini. Hata mheshimiwa rais naweza tukamshauri kwamba ni vyema awatazame watumishi wa umma, watu ambao hapa dhamana. Wakuu wa mikoa, makatibu tawala, sijui wa mikoa, wa wilaya, watumishi wote kiujumla. Je, wanaitendea haki za maana katika kulinda haki za watu, haki za jamii, haki za umma, au wao ndo sababu ya kuwachonganisha serikali na wananchi? Na kwa sababu ndamjezengamu unachonganishwa, na uwezi ukakopa lawama kwa sababu wewe ndo namba moja ambao umesema katiba imekupa mamlaka ya mkuu wa nchi, mkuu wa serikali. Maanake wewe ndo mkuu wa nchi, wewe ndoameva kofia wananchi wote, sijui mkuu wa serikali, amiri jeshi mkuu. Lakini je au kuna watu wanatuchonganisha huku? Hawa ndo watu wa kushughulika nao. Mimi naamini tukianza kutibu kwenye hizi taasisi za umma, kuwatazama watumishi wa umma ambazo wanatuchonganisha na jamii, wanashindwa kusimamia misingi ya haki, utawala bora, misingi ya sheria, tukishughulika nao hawa, huku kote watu watabaki tulivu na amani, kwa sababu tudili nao hawa. Yaani shida ipo ndani ya watu, watu ya kuna baadhi ya watumishi wa umma ambao si waadilifu. Na hili hatuwezi kuliacha kulisema, hatuwezi kuliacha kulisema kwa mfano. Mimi na, tuna, tunafanya mambo ya msaada wa sheria. Msaada wa kisheria tunamlenga mtu ambaye ni maskini, ambaye ni mnyonge. Sijui tumeweza kufahamiana, wanakuja wanalalamika. Mnyonge anakuambia anakwambia mheshimiwa, wa kesi yangu mimi leo imepelekwa ndani ya mwezi mmoja, inatajwa inakuja inaangaliwa inasema itasikilizwa, inakuja si uzuru Sio na nini? Kwa utakuta kesi inaenda zaidi ya mwaka mmoja katika mgogoro wa ardhi. Mtu apambania haki yake, mwisho wa siku Mwenyezi Mungu anaweza akachukua uhai wake. Akiwa bado kesi yake haijaisha mahakamani, unateua msimamizi wa mirasi endeleze kesi. Sasa ndo maisha. Ni kwa nini tujeshe haki kwa wakati? Tujue tatizo ni nini? Tutibu haya. Sisi tume, tume, tumeweza kufahamiana. Kesi imekuwa reported labda katika jeshi la polisi. Uchunguzi umeenda kwa wakati? Matukio ya ubakaji sijui kama tulikuwa na watu katikati kati, wakati alalamika kwamba masuala ya watu kuwa wanapotea ambao tulidai kukata, tukashauri kwamba maana tu, tuunde kitengo maalum cha wachunguzi ambao wamespecialize tu katika missing person, watu ambao wanaweza, tujue shida ni nini, tuweka na saikolojia, kwa sababu familia imepoteza watu wao. Huyu mtu anabidi apate haki ya saikolojia, sijui, umeelewa? Awe mtulivu, apate taarifa za, za haraka, sijui tumeweza ku, ku, ku, ku, kuweza kufahamiana kwa tujue kunapokuwa kuna, kuna ucheleweshwaji wa uchunguzi kwa wakati pasipo sababu za msingi. Haya ndio ya kushughulika nayo. Wananchi wanataka kuona uchunguzi unafanyika kwa haraka, kwa wakati, matokeo kwa haraka, na hii ni haki ya kisheria, ni haki ya kikatiba. <coughs> Wananchi wanataka vyombo vya uamuzi visicheleweshe haki kama katiba ilivyoelezwa, kwa sababu ni takwa la kikatiba, si takwa la mtu. Sijui siju, umeweza umeweza kunifahamu eh? Na kitu kingine hata wanapokosea hawa waheshimiwa, wanapokiuka kanuni za kimaadili, kwa mfano waheshimiwa mahakimu na hizi kamati za kimaadili, si ndio zile kamati zi, ziweze kuchukua maamuzi kwa haraka. Tuna changamoto baadhi ya maeneo, tuna malalamiko sisi baadhi ya maeneo, kwa mfano kwenye mkoa wa Mbeya, yako malalamiko kwamba kuna mtu aliwahi kupeleka shauri lake kwa kamati ya maadili zidi ya kumlalamikia mheshimiwa hakimu fulani, ni takriban mwaka mzima. Huyo mtu yupo katika utumishi wa umma, anakaa katika kiti cha umma, akaendelea kutoa maamuzi Ukimuuliza katibu atakwambia kwamba wajumbe hawajaapishwa, wajumbe hawajaapishwa, miezi mitatu minne mitano sita, tushindwe kuonesha kamati. Haya ndio ya kushughulika nayo, kwa sababu ndio yanatuchochea.